Ni wahandisi kazini <tiple> elimu, uzoefu wa kazi na maadili ni nguzo muhimu katika fani yoyote ile. Bodi ya usajili wa wahandisi ERB imekuwa ikipita katika nguzo hizo tatu katika kusajili wa wahandisi nchini, jambo ambalo linaelezwa kuleta mafanikio ndani na nje ya nchi. Jijini Dar es Salaam hii leo msajili wa bodi ya usajili wa wahandisi ERB mhandisi Bernard Kavishe amesema wanatarajia kuwakutanisha mafundi sanifu elfu moja katika mkutano wa siku tatu wenye lengo la kuongezea uwezo wa mafundi hao katika kutekeleza majukumu yao. Akizungumza na waandishi wa habari wa ofisini kwake, mhandisi Kavishe ameeleza kuwa mkutano huo utahusisha mambo mbalimbali ya kihandisi ikiwemo maonesho, lakini pia kiapo katika kuhakikisha maadili yanafuatwa Ni ni, ni jambo ambalo tumeanza kulifanya toka mwaka mbili kumi na nane hivi. Huu ni mkutano wa saba tunaofanya sasa hivi. Ni mkutano ambao mafundi sanifu wanakutana na kuongea habari za kudumisha taaluma yao. Mkutano huu utakuwa na mambo mengi sana, e, kama anavyosema kesho tarehe ishirini tunaanza kufanya registration lakini registration si registration peke yake. Watakutana hapo watabadilishana namba, watakuja ofisini wale ambao wanatoka mbali mikoani huko kama wana issues za kusolve Dar es Salaam ni fursa. Lakini ni yapi kuyapata katika mkutano huo? kutakuwa na viapo E, kuna utaratibu wa kuapisha wale ma, wahandisi wakishakuwa mahiri wakishapitishwa na bodi wanapewa kiapo, kwa hiyo itakuwepo hiyo shughuli ya kuapa na pia natoa wito kwamba watu wote ambao wameshaiva wanatakiwa waapishwe waje wachukue fursa hiyo. Uh, tutakuwa na mada mbalimbali mbali, lakini mada kuu ni maslahi, maslahi na ukuaji katika sekta ya uhandisi, lakini katika sekta ya mafundi sanifu. Ukuaji maana yake nini? Kwamba eh, anamaliza shule, akimaliza shule anapataje uzoefu, analelewa vipi akiajiriwa anaajiriwa kwa ngazi gani? Anakuwa vipi mpaka anapofika kwenye kustaafu? Akihama kutoka katika ufundisanifu, akienda kwenye uhandisi, anakwendaje? Inahesabika ina, ina, ina vipi ule uzoefu wake na ujuzi wake? Mkutano kama huu pia ni fursa ya wao kukutuasesi kama bodi na kutupa mrejesho kwamba wapi tuimarishe, lakini fursa kwetu kuambia mambo mapya toka mwaka jana tulipokutana mpaka leo tumefika wapi. Mkutano huu ukiwa wa saba kufanyika utafunguliwa na Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega, ikielezwa kuwa ni fursa sahihi taasisi ya ERB kupokea maelekezo kutoka serikalini ili kufikia malengo. Ufunguzi una umuhimu kwa sababu tunapata sera, tunapata maelekezo ya kisera kwamba e, uchumi unaenda wapi, serikali inaenda wapi, maendeleo yanakwenda wapi. Kwa tutasikiliza kwa makini kupata maelekezo ya kisera, lakini pia mheshimiwa atapata kutufahamu zaidi e, utekelezaji wa majukumu yetu katika ufunguzi. Siku ya Ijumaa tutafanya utalii kazi na dawa, tutafanya utalii wa sijara na Mikumi. Sijara yenyewe ni katika miradi mikubwa ya serikali katika miradi ambayo imeruhusu wahandisi kuonyesha ujuzi wao kwayo, ni reli ya kisasa reli burudani, lakini uhandisi mkubwa. Mimi ni Zaitun Mkwama wa Daily News Digital.